Tupo katika kipindi kigumu, kipindi cha mpito, ambazo viongozi wa dini wote kwa pamoja na wadau mbalimbali, huu sasa ni wakati wa kuzungumza lugha moja. <laughs> Ndio maana tunasema kwamba ipo kazi ya kisiasa ya kufanya, sio ya kubeza, ya kufanya ya kuharmonize hii hali na kuona kuna nini huko katika milango ya kisiasa. Ni muhimu ni sauti za wanasheria kutoka taasisi tofauti hapa nchini Tanzania, ambapo pamoja na mambo mengine zinajikita kuelezea kutetea haki za watu wote waliokumbwa na kadhia iliyotokana na siku ya Oktoba 29 mwaka 2025. Dr. Khamis Masudi yeye ni mkurugenzi wa taasisi ya utetezi wa haki na utawala bora, yani ELAF. Katika sehemu ya taarifa yake, pamoja na kutoa salamu za pole kwa wote walioathirika na janga hilo, wakiwemo wale walioharibiwa mali zao, wafanyabiashara pamoja na watu waliopoteza uhai. Hapa anatoa shime kwa mamlaka husika kuzingatia usawa kwa watu wote ili taifa liendelee kusimamia utawala wa sheria na haki. Hatujawahi kuwa na vurugu kama hizi ambazo zimetokea mnamo tarehe 29. Wafanyabiashara wamepoteza mali zao, mali zao zimeharibika, baadhi ya wananchi ndugu zetu vijana wenzetu wadogo zetu dada zetu edazetu, kadali ya Mungu imewapitia kama tulivyosema kwamba mauti basi wameweza kukumbwa na hiyo hali ya mauti, na amekwenda mbele mbele za haki. Tunapaswa kuzungumza lugha ya mshikamano katika kulingania amani, kuhubiri amani, kuhubiri utulivu na kutengeneza maridhiano ambayo yatatawaliwa na hekima na busara, yatathamini utu wa Mtanzania, ili sisi kama taifa tuweze kuwa ni kisiwa cha amani, tuendelee kuwa ni sehemu salama. Eneo lingine ambalo limeendelea kupeswa sauti na wadau katika sekta hii ya sheria ni pamoja na wakili Mwesigwa Zaidi Siraji ambaye yeye kwa nafasi yake mbali na kutoa wito kwa jamii kuzingatia usalama wao, amesema serikali kupitia mamlaka zake pamoja na vyama vyote vya kisiasa vinao wajibu wa kukaa meza moja ili kutafuta suluhu kwa njia ya mazungumzo. Kuna sababu gani? Nadhani hayo yakifanyika hayo kwa umakini mkubwa, itasaidia kuharmonize nchi yetu, kwa sababu hatuwezi kudisregard completely completely, ni kwamba kila upande utimizi wajibu wake vizuri na hatimaye nchi iweze kubaki salama, kwa sababu sote tunachulia ni nchi yetu ya Tanzania. Sasa nitashangaa kuona kuna chama cha siasa ambacho kinafurahia aliyotokea juzi, kwamba kwamba kwa kwa nchi imewaka moto, kimenuka. Unachoma hospitali ya serikali, unachoma zahanati, unachoma mwendokasi ambayo uendo unapanda kila siku, unachoma hospitali ambayo unakwenda kupata tiba nadhoofisha nguvu ya serikali ya kutoa huduma kwenye jamii yetu. Haya, tujue ni madhara makubwa ambayo waathirika ni sote, ni sote. Viongozi wanaathirika, wananchi tunaathirika, wafanyabiashara wanaathirika, kila mtu anaathirika. Hakuna bana baki salama katika hali kama hii.